Kiwanda cha kwanza duniani chenye teknolojia ya kisasa ya kuunda magari yanayopaa angani kimeanza uzalishaji wa majaribio mjini Guangzhou, mji mkuu wa mkoa wa Guangdong kusini mwa China. Wachambuzi wanasema hii ni hatua kubwa ya kibiashara kwa usafiri wa kizazi kijacho. Maelezo zaidi ni katika makala ya Ifahamu China. Kiwanda hiki kinamilikiwa na kampuni ya Arige, tawi la watengenezaji wa magari ya umeme ya XPeng nchini China. Kiwanda hicho chenye ukubwa wa mita za mraba elfu mia moja na ishirini tayari kimetengeneza ndege ya kwanza ya umeme inayoweza kutenganishwa sehemu ya gari lake la kisasa linaloitwa Land Aircraft Carrier. Kiwanda hicho kimeundwa kuwa na uwezo wa kuzalisha vitengo elfu kumi vya ndege zinazoweza kutenganishwa kila mwaka, huku uwezo wa awali ukiwa vitengo elfu tano. Kiwanda hiki ndicho kikubwa zaidi duniani katika aina yake na kitakuwa na uwezo wa kuunganisha ndege moja kila baada ya dakika 30 mara kitakapoanza kufanya kazi kikamilifu. Wakati wa uzalishaji wa majaribio, kazi kuu ni kuthibitisha mchakato wa uzalishaji, kurekebisha vifaa na kutoa ndege za mfano kwa ajili ya kupata cheti cha uhalali wa kupaa. Na baada ya kupata cheti hicho, kiwanda kitaanza hatua ya uzalishaji wa wingi, hatua itakayoweka rasmi mwanzo wa uzalishaji mkubwa wa magari yanayopaa. Gari hilo linalopaa lina sehemu mbili: gari la ardhini lenye magurudumu sita linaloitwa mothership na ndege ya umeme inayoweza kupaa na kutua wima almaarufu eVTOL, ambayo inaweza kutenganishwa. Ndege hiyo ya eVTOL ina hali mbili za uendeshaji, ya moja kwa moja na ya mikono. Hali ya moja kwa moja inaruhusu kupanga njia kwa AI na pia kuruhusu kupaa na kutua kwa kubofya mara moja. Gari hilo lenye urefu wa takriban mita 5.5 linaweza kuendeshwa barabarani kwa leseni ya kawaida na kuegeshwa katika sehemu za kawaida za maegesho.